Tanzania yazidi kuwaka baada ya dokumentari ya CNN kusambaa duniani. Sasa Larry Madowo na msemaji wa serikali ya Tanzania Gerson Msigwa wameingia kwenye mjadala mzito. Swali kubwa ni moja, nani anasema ukweli? Je, CNN ilikosa kuishirikisha serikali au serikali ilipuuza maombi ya CNN? Leo hapa kwenye Mizuka Media tumepata video zote na tutakuonyesha upande zote tatu: Larry Madowo, msemaji wa serikali na waziri mkuu wa Tanzania. Bakia nami hadi mwisho wa video hii kwa sababu mjadala huu unatikisa Afrika sasa hivi. Kwa siku chache zilizopita taarifa zilisambaa kwamba msemaji wa serikali wa Tanzania Gerson Msigwa alidai CNN haikumshirikisha wakati wa kuandaa ripoti yao, lakini sasa Larry Madowo mwenyewe amemjibu hadharani. Hii hapa ni video ya Larry Madowo aliiposti akieleza kilichotokea. Msemaji mkuu wa serikali ya Tanzania alidai kwamba CNN haikumshirikisha tukiandaa ripoti yetu ili atoe upande wa serikali. Tumeongeza maneno hayo katika ripoti yetu na pia tumeongeza sentensi hii ambayo nitaitafsiri kwa Kiswahili. CNN ilituma maswali kwake yeye mwenyewe, Gerson Msigwa, kwa Wizara ya Afya na no kwa polisi, na tukupata majibu kwa mujibu wa Larry Madowo, CNN ilituma maswali ya kina kwa Gerson Msigwa, jeshi la polisi na wizara ya afya, lakini hakukuwa na majibu. Na Larry anasisitiza, CNN haiwezi kuripoti jambo bila udhibitisho, na hapa ndipo mjadala ulipoanzia. Sasa upande wa pili, msemaji wa serikali ya Tanzania bwana Gerson Msigwa amejibu kupitia mkutano wa wanahabari. Anasema CNN ilipaswa kuisikia serikali kabla ya kurusha taarifa zao. Tazama kipande hiki kutoka kwa Gerson Msigwa. Natoa wito kwa CNN waje upande wa serikali wasikilize na wakachapishe maudhui yenye usawa, ukweli na yasiyokuwa na mgongano wa maslahi. Waache kuchagua kuripoti upande mmoja wakati upande mwingine wameunyima nafasi. Siyo sawa. Jana jioni nilitoa tangazo bambo cha habari cha CNN kuchapisha makala ya matukio ya tarehe 29 Oktoba 2025. Naomba kusema yafuatayo. Kwanza, uhakiki wa maudhui yaliomo kwenye makala ile unaendelea, lakini kama ambavyo chombo hiki kimefanya katika ripoti zake mbalimbali mbali, kimeendelea kufanya makosa ya kiweledi na kiuadilifu katika uandishi wa habari kwa kutangaza na kuchapisha maudhui ambayo yanaegemea upande mmoja. Sio kweli kwamba CNN ilishindwa kupata upande wa serikali. Kwa ripoti zao zote wanazozitoa za upande mmoja, inashangaza kuona chombo cha habari cha kimataifa kama CNN kufanya makosa makubwa ya kimaadili kama haya ambayo yamefanywa. Serikali inatoa wito kwa CNN kuzingatia maadili na weledi katika uandishi wa habari na kujiepusha na uchapishaji wa taarifa zisizokuwa na vyanzo halali na rasmi, kupotosha na kuzua taharuki. Najua mwandishi wa habari wa CNN aliandika makala hii hakuwa Tanzania, na ameandaa makala kwa kutumia picha zilizopigwa kwa simu wakati wa vurugu na bila kuwasiliana na mamlaka zinazohusika Tanzania, amekwenda kuandaa makala ya upande mmoja makala ya upande mmoja. Na napenda kusema, naposema hivi sishabikii vifo vilivyotokea. Wote sisi ni Watanzania, wote tumesikitishwa sana na matukio yale, hakuna anayeyashabikia. Lakini kwa nini chombo cha habari ufanye kazi ya kutengeneza maudhui ya uchochezi yanayoongeza machungu kwa wananchi, yanayoongeza hasira kwa wananchi? Kwa nini ukatumie mitandao ya kijamii kila siku kuonesha wananchi wakiwa wameuawa? Why? Sisi ni waandishi wa habari, mimi nimekuwa shule, lakini nimekuta watu fulani wanajidanganya. Mimi nimesoma uandishi wa habari, sijabumba shule. It is unprofessional to publish bad test images. Kwani shule mimi niliosoma ni tofauti na niliosoma Uingereza, Iliyosoma Marekani si ni hiyo hiyo? It is unprofessional and unacceptable to publish bad test images. Hivi awe mwanao kila siku umembandika kwenye mtandao anavuja madamu. Why? So what? Kuna mtu anayefurahia hayo? Tume imeundwa, itafanya uchunguzi, itakuja na ripoti, serikali itachukua hatua wai kila siku uwe ni wimbo. Tusingependa tufike mahali pa kuwapa majina ambayo baadhi ya waliokwaza wamewapa. Natoa wito kwa CNN waje upande wa serikali, wasikilize na wakachapishe maudhui yenye usawa, ukweli naye asiyokuwa na, na mgongano wa maslahi waache kuchagua kuripoti upande mmoja, wakati upande mwingine wameunyima nafasi. Sio sawa. Hapa Msigwa anasisitiza kwamba Tanzania ina taarifa zake rasmi na anataka CNN kusikiliza pia upande wa serikali, lakini bado haijafahamika kama walipokea au walikataa maombi ya CNN. Wakati mjadala unaendelea, waziri mkuu wa Tanzania Mwigulu Nchemba naye ameibuka na, na kauli nzito zaidi. Hii hapa kauli yake kuhusu mgawanyiko unaoletwa na watu walio nje ya Tanzania. Kuanzia nchi zinapata uhuru, nimefuatilia hiyo historia yao, nchi zote zilizogundua rasilimali waliletewa uchonganishi wa aina hii zote. Wewe kafuatilie nchi zote zilizowahi kuwa na machafuko, sio nchi masikini masikini, kwenye rasilimali zote, fuatilieni. Sasa Tanzania miaka yote imekuwa Tanzania ya amani Eti miaka tunayogundua kwamba tunakuwa nchi miongoni mwa nchi tano sita, gesi, hindi hindi sita zenye gesi nyingi zaidi Afrika, nchi tano sita zenye zenye akiba nyingi ya chuma, nchi tano sita zenye hifadhi nyingi zaidi ya makaa ya mawe, nchi tano sita zenye hifadhi ya madini adimu mengi zaidi duniani, mambo ya Iran, mambo ya nikeli Kabanga tu pale ile deposit yake inaifanya Tanzania ile moja ya nchi tajiri ya deposit tizani za ra hivyo hivyo, eti ndio muda watangani wa Tanzania wanadania na na wanaokuliza zaidi, hiyo filamu hawako ndani ya nchi. Mmejua wanaongea na nani na nani? Mnajua wanatumwa na nani? ni nani anayewalipa? Na mimi niwaambie waliowatuma na waliotumwa wale wanaomezea mate ya rasilimali za Tanzania. Rasilimali za Tanzania zitalindwa kwa gharama isiyohesabika. Zitalindwa kwa gharama yote. Yeyote. Kauli hii imeongeza moto mtandaoni. Watu sasa wanauliza, je, mjadala huu umegawanya taifa la Tanzania au ni hatua ya kutafuta ukweli?